u kabla mtu ajafa kama ni mzee huwa anaongea maneno ya mwisho, na maana nyingi. Nakwenda kuchukua maneno ya mwisho ya mtu, ndio ana maana. Na hata ukisoma katika maandiko, Abrahamu aliongea maneno ya mwisho, Isaka aliongea maneno ya mwisho, Yakobo aliongea maneno ya mwisho, lakini hata Yusufu akawaita watoto wake wote, akaongea maneno ya mwisho leo napenda kutafakari maneno ya mwisho saba ya Yesu pale msalabani, kabla hajakata roho. Biblia inasema akakata roho mwishoni kabisa, kabla hajakata roho aliongea maneno saba ambayo alikuwa anatimiliza unabii wote. Moja, nikwambia Yesu Kristo ni mwisho wa unabii, hakuna unabii tena baada ya Yesu, tunasubiri kwenda mbinguni kupumzika. unabii wote umemalizwa na Yesu, kwa mwisho wa nabii zote katika kitabu cha Agano la Kale umetimilizwa na Yesu Kristo. Ndio maana kitabu cha Yohana ikabidi kitoe unabii tena mwingine kwa ajili ya siku za mwisho, kwa sababu Yesu ndio mwisho wa unabii wote. Sasa usichanganye na karama ya unabii. Unabii maana yake ni maelezo ya kuhusu ulimwengu toka ulipoanza mpaka atakapofika mwisho. Bwana Yesu alimaliza. Sasa leo ninapenda tutafakari kuhusu nini kimtokea pale msalabani. Maneno ya mwisho saba ya Bwana Yesu pale msalabani, naita ni matamko saba ya mwisho ya Bwana Yesu kabla hajasema imekwisha. Bwana Yesu asifiwe ninavyo. Lakini kabla ya hapo, tuangalie kidogo kuhusu Eti wewe mtu anakufa, unafurahia? Umesikia wapi? Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana ni wajinga wachache wanaanza kuhuzunika, wanasema wanashiriki mateso ya Yesu. Ina maana wameshindwa kujua sababu ya Yesu kufa kufunga siku ya Ijumaa. Wengi tumefunga leo, sio kwa sababu tunashiriki mateso ya Yesu, tunainua roho zetu kufunga, maanayake mwili ukae chini, ili ya roho inuke ili uweze kumwelewa Mungu vizuri, kwa sababu kila niugali lako litakufanya ushindwe wa kutulia kiroho, kwa sababu kama tunashiriki mateso, tunatafakari mateso ya Yesu, kwa sababu tunaposhiriki mateso kwa ajili ya nani? Bwana Yesu asifiwe. Napenda nikwambie kwa nini Yesu walimtesa msalabani. Kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa kumi na tano Mungu alitoa unabii wa kwanza kuhusu mateso ya Yesu. Mungu mwenyewe alitabiri, Mwanzo sura ya tatu mstari ule wa 15 wakati ambapo Adamu na Eva walipotenda dhambi. Biblia inasema kitu ambacho napenda jiona leo kuparikishika vizuri. Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15 na nitasoma, anasema, sikiza kwa makini Nami nitaweka uadui kati ya huyo mwanamke, sio kati ya Adamu. Kumbuka mambo ulielewe. Anasema kati ya mwanamke na kati ya uzao wako na uzao wake, nao huo utakuponda kichwa na wewe utamponda kisigino. Nataka tutafakari hapo kidogo, watu wengi waelewe. kwa Mungu akatamka unabii kwa sababu mwanadamu aliishi kidogo sana akaanguka na lile anguko, wakafukuzwa bustani ya Edeni. Wale wako katika darasa la Biblia tunajifunza kwamba mwanzo kulikuwa na bustani ya Edeni. Kitabu cha Ufunuo sura ya 12 mstari wa 7, kutakuwa na bustani ya Edeni tena. Wale ambao wajui paradiso, paradiso, paradiso, paradiso maana yake bustani ya Mungu. Kwao mtu anayekufa leo, anaelala leo katika Kristo anaenda paradiso. Biblia ya Kiswahili cha kisasa nasema peponi, lakini kunaitwa paradiso, bustani ya Mungu. Mungu ameandaa bustani yake kwa ajili ya watu wake. kwa kule bustani ya Eden, baada ya kutenda dhambi, akasema, sasa Shetani sikiliza, nimemdanganya mwanamke, nitaweka uadui kati ya uzao mwa... uzao wa mwanamke. Uzao, uzao mwanamke ni Yesu, ndio bikira Maria alimzaa. na uzao wako na uzao wa shetani, shetani pamoja na wafuasi wake ndio maana mtu ambaye hajaokoka inabidi umakini kwa sababu anaweza kutumika na adui. Sio mbaya, ndio mpende, lakini makini sana. Kwa hiyo adui ulianzia bustani ya Edeni. Shetani hatakuja kumpenda mwanadamu, narudia tena, Shetani hatakuja kumpenda mwanadamu. Na ampendi kupita kiasi, akifurahi Shetani anamfanya mwanadamu alibikiwe atakupa lakini lazima akuchinje katikati ya safari yako, lazima kuletea magonjwa na mateso. Shetani hajawahi kuwa na urafiki na mwanadamu, ila sisi wakati wenye tunajipendekeza kwa shetani. Ndio maana siku hizi kwenye mitandao watoto wanaambiwa na vijana, watu wanatembea na magari makubwa wanaonyesha magari, naenda kwa zima gari la sako la nane na naweka magari kumi hapo, watu wanasema mii ndo tajiri Tanzania, piga namba hii na vijana walivyokuwa wamaskini ya Mungu wa juu, wanawapigia simu watu wale, tuma laki moja, tuma laki mbili, wanazani unaweza kupata utajiri kwa njia za mashirikina. Hakuna kitu kama hicho, usidanganyike, unapoteza muda. Shetani anataka uingie katika mkenge. Ukisha jiseti tu, anakuua kwa sababu kazi yake ni kuchinja, kuua na kuharibu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo twende kidogo taratibu kwa ajili ya neno ambalo nimeongea jioni leo. Anasema nitaweka uadui kati ya uzao wako wa mwanamke, ambayo tunasema uzao wa mwanamke ni nani? Uzao wa mwanamke ni nani? Yesu Kristo. Na uzao wa shetani ambao tunasema ni nani? Shetani na wafuasi wake. Mtu mmoja akaongea juzi kwenye ndoa, anasema mi madam akinipa pesa tu, mimi hamna tatizo, nitamlamba hata mguu shetani. Nikaambia wewe, we bora ni unaweza kutafuta pesa ukazipata kwa nini unashindwa kufikiri kiakili yako? We Mungu amekupa tayari uwezo wa kupata pesa. Hakuna mtu dunia hii ana pesa, wote tulizaliwa hatuna nguo kwa mama zetu, tena wenye pesa wengine sio kwamba lazima umezaliwa katika familia masitajiri. Ukitaka pesa, ukitulia na Mungu unazipata. Kwa nini mpigie magoti adui wa Mungu? Hapana, Mungu ana uwezo wa kukupa neema nyingi usizoweza. Sikiliza kwa makini, anasema utampiga kichwa kwa wewe Mkristo, wanasema uzao wako, uzao wako ambao sisi tumeokoka tunaweza kumpiga shetani kichwa, lakini anasema yeye atakuuma kisigino. Ndio mateso ya Yesu. Sikiza kwa makini. Kupiga kichwa ni mamlaka uliopewa. Anasema nimebeba mamlaka yote duniani, nami nawako mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge kichwani na nguvu zote za shetani na hakuna kitakachowazuru. Unampiga kichwa, lakini shetani alipewa uwezo wa kufanya mateso ya Yesu Mateso Yesu, kwa mateso yalikuwa kwa Yesu ndio maana akasema kwa kupigwa kwake, kwa kunyanyaswa kwake, kwa kuteswa kwake sisi tumefanya nini? Sasa leo kiendelea mateso ni matatizo yako binafsi. Yesu amekupa mamlaka ya kukanyaga nyoka. Nyoka maana yake ni mapepo. Nge maana yake magonjwa na maradhi. Nataka uelewe kwa sababu unaweza kuzani na kukanyaga nyo, nyo, nyoka na kutenyoka kukanyaga kama wajinga fulani ambao chukua nyoka, ndio akasema sasa leo namkanyaga kanisani. No. Umepewa mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge, okay. Na hakuna akuna kitakachozuia leo. Jioni tulikuwa na tunaimba hapa, niko na nyuki wananifuata. Sasa nikasema nikae kimya, Mungu atanisaidia. Roho Mtakatifu akaniambia wapige. <laughs> E, nikawapige kwa kwa utakiso. Unatakiwa mkanyage nyoka, unatamka mambo kwa ajili ya kuua shetani kwa ajili ya kuangamiza nguvu za giza. Sikiliza kwa makini, kitabu cha Mwanzo sura ya tatu mstari wa 15. Kibiblia inajulikana kwamba uinjilisti wa kwanza, uinjilisti wa kwanza, injili ya kwanza inaanzia kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 15. Sasa baada ya kuelewa hayo, nafikiri sasa unaweza kunielewa kwa nini Yesu alienda msalabani. Sikiliza kwa makini, Yesu alienda msalabani kwa sababu anataka kuleta ukombozi wa uzao wake ili aweze kumpiga nyoka kichwa, na shetani akamletea mateso na maumivu. Alipomaliza msalabani, naomba nikwambie, we uko huru, umewekwa huru kweli kweli.